Kwa majina naitwa Patrick Wilbard Foster, ni mkuu wa idara ya Rehabilitation Medicine ama kwa Kiswahili huduma ya utengamao katika hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila, na leo ninapenda kuchukua nafasi hii kuwajulisha huduma mpya ambazo tunazitoa katika hospitali yetu ya Muhimbili Mloganzila katika idara ya Rehabilitation Medicine. Huduma ya kwanza kabisa ambayo tumeianzisha ni huduma ya Pulmonary Rehabilitation na hii ni huduma ambayo ina rehabilitate mgonjwa pale ambapo anakuwa amepata matatizo yanayoweza kupunguza uwezo wake wa mapafu kufanya kazi sawa sawa. Kwa hiyo wagonjwa wote wenye tatizo hili haswa kwa yale magonjwa ambayo yanafanya mfumo wa mapafu usiweze kufanya kazi kwa uwezo wake, tuna vifaa vya kisasa kabisa vya kuhakikisha tunaweza kupima uwezo wa mapafu, lakini vilevile tuna vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wa kisasa ambao wanaweza kumrudisha mgonjwa huyu uwezo wake wa mapafu kufanya kazi kawaida. Lakini huduma ya pili ambayo tunaitoa ni huduma ya hydrotherapy. Hii ni huduma tiba ya maji, na kwa kifupi tu ni kwamba tiba ya maji inasaidia katika kupunguza maumivu ya mwili haswa katika joints, lakini inasaidia sana kulegeza misuli. Kwa hiyo kwa wale wagonjwa ambao wanapata matatizo ya misuli na joints kwa muda mrefu tunaweza kutatua tatizo hili kwa kutumia tiba ya maji katika hospitali ya taifa ya Muhimbili Mloganzila. Na tiba ya tatu ama huduma ya tatu ambayo tunaitoa sasa hivi ni huduma ya miguu vifundo ama talipes equinovarus, tunaita miguu iliyopinda. Kwa hiyo kwa wale watoto ambao wanazaliwa na miguu iliyopinda ama miguu kifundo, katika hospitali ya taifa ya Muhimbili Mloganzila, idara ya rehabilitation medicine tumeanza huduma hii mpya ambayo matibabu yake ni bure. Na na huduma ya nne kabisa ambayo ni mpya hii, ni huduma ya ya kutoa elimu. Idara yetu imetoa inatoa elimu kwa wafizotherapia wote nchini kwa kuongeza uwezo wa wao kutoa huduma katika huduma za critical care. Ama physiotherapy in critical care. Kwa hiyo tunatoa mafunzo kwa wafiziotherapia kuhakikisha kwamba wanakuwa na uwezo mzuri wa kuhudumia wa wagonjwa ambao wanakuwa katika hali ya uangalizi maalum ama critical care. Naomba kutoa wito kwa huduma ambazo nimezisema, kuanzia wagonjwa wenye matatizo ya ya kupumua ama magonjwa ambayo yanasababisha wagonjwa wapunguze uwezo wao wa kupumua ama mfumo wa wa upumuaji kupungua uwezo wake wa kufanya kazi ipasavyo lakini wagonjwa ambao wana maumivu ya muda mrefu ya joints na misuli ambao wamekuwa wakitumia tiba nyingine, sisi tuna tiba ya maji kama nilivyosema, ambao tiba hii iko katika hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila pekee katika hospitali za serikali. Lakini kwa watoto ambao wanazaliwa na miguu vifundo, huduma hii tumeianzisha katika hospitali ya ya Muhimbili Mloganzila na matibabu yake ni bure. Pamoja na haya yote tuna clinic ambazo tunazifanya kwa wagonjwa wa nje na clinic za idara yetu tunafanya katika siku saba za wiki. Kwa maana ya wagonjwa wa ndani, tunatoa huduma zetu kwa siku saba za wiki, lakini kwa wagonjwa wa nje tunatoa huduma zetu kwa siku za wiki, kwa maana ya Jumatatu mpaka Ijumaa, kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa kumi na moja jioni, na siku za weekend pamoja na siku za public holiday, kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa saba mchana.